Kikubwa ambacho tumefika hapa kujifunza kwanza ni kuona ni namna gani ambavyo sakosi hii imeweza au inaweza kutoa huduma bora kwa wanachama wake, lakini kingine ni namna ambavyo imeweza kuwa na uh, uwezo wa kuongeza wanachama wengi kwa kadri inavyowezekana lakini la tatu ni mbinu gani ambazo wanazitumia labda katika aa, kutoa huduma bora na nzuri kwa wanachama, na la nne ni kuweza kupata maarifa zaidi juu ya uwekezaji wa bidhaa mbalimbali katika SACCOS. Tunashukuru sana kwa uongozi wa Bandarini SACCOS ambao wameweza kutupokea wakiwemo wa menejmenti ambao kwa kweli wameweza kutupa darasa zuri na tukaweza kuongea mambo yenye manufaa kwa ajili ya SACCOS yetu. Zaidi tupende kuwashukuru kwa ushirikiano walioonyesha kwetu na hakika tumeweza kujifunza mambo mengi sana ambayo tunayaona kwetu ni manufaa makubwa sana. Kwa hiyo tunazidi kuwashukuru shukrani zetu kubwa kwa uongozi pamoja na wafanyakazi wote kwa kuweza kuwa na sisi na kwa kuweza kutupokea, lakini zaidi kutenga muda wao na kuweza kutueleza yale ambayo tulikuwa tunahitaji kupata maarifa juu yake.